Ujambo mtazamaji, na karibu tena kwenye durusudurusu durusu za historia, mahali unapopata nafasi ya kujifunza historia, biashara, uchumi na utamaduni wa Kiafrika. Leo tunakuletea simulizi maalum kabisa kuhusu barabara ya uhuru, wakati tunakaribia kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika tangu tarehe 9 Disemba mwaka 1961. Barabara hii unayojua leo kama barabara ya uhuru haikuitwa hivyo siku zote kabla ya Tanganyika kujipatia uhuru wake, barabara hii ilijulikana kama Queen Elizabeth Avenue, jina lililowekwa kama heshima ya Malkia Elizabeth wa Uingereza, likiwa ishara ya utawala wa kikoloni uliotawala maeneo ya Afrika Mashariki. Hapa Lindi, jina hilo lilionekana kama mwendelezo wa nguvu na mamlaka ya Waingereza, na kwa namna yake ilikuwa ishara ya enzi ambazo Watanganyika walikuwa bado hawajapata uhuru wakusimamia mustakabali wao. Nakueleza hivi, Barabara ya Uhuru ilikuwa ndiyo moyo wa shughuli za kiuchumi. Ilizungukwa na nyumba za wafanyabiashara wakubwa, hasa kutoka bara la Asia pamoja na Watanganyika waliokuwa wamejikita katika biashara za kila aina. Waingereza wenyewe hawakuwa wafanyabiashara hapa, wao walikuwa viongozi na wasimamizi wa kikoloni. Biashara ilikuwa mikononi mwa wenyeji na wafanyabiashara wa Kihindi. Hapa ndipo walipokuwa na maduka, maghala, mizigo na shughuli zilizotoa ajira kwa watu wengi, kutoka kwa wabeba mizigo, wapishi, wasafirishaji hadi mafundi wa kazi mbalimbali. Leo hii bado barabara ya Uhuru inabeba hadhi yake. Kila mtu anayefika Lindi lazima aipite tu, kwani ndiyo njia kuu inayoelekea stendi kuu ya mabasi; ni lango la kuingia na kutoka kwenye mji. Na ilipowadia siku ile ya adhimu ya tarehe tisa Disemba mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja Tanganyika ilitangazwa kuwa nchi huru, wakazi wa Lindi walikusanyika kwa furaha kabisa, wakachukua uamuzi wa kihistoria kuondoa kibao cha zamani cha Queen Elizabeth Avenue na kuiandika upya historia yao kwa kuweka jina jipya, ni jina lililosimama kama ushahidi wa safari mpya ya taifa. Maadhimisho ya kwanza uhuru hapa Lindi yalifanyika kwenye uwanja wa St. George wa pili, ukafahamika pia kwa jina la Makongoro Stadium, ambapo leo tunaujua kama uwanja wa Iruru. Hapa ndipo historia, muziki, shangwe na matumaini ya taifa changa lilipoanzia, na hivyo ndivyo barabara ya uhuru ikawa zaidi ya njia ya kupita. Ikawa alama ya mapambano, ikawa ishara ya heshima, ikawa kumbukumbu ya vizazi vilivyotangulia. Leo tunapoitazama, tunaiangalia kama sehemu ya safari ndefu, kutoka enzi za kikoloni hadi kwenye nchi huru ya Tanzania. Asante kwa kutazama durusu durusu za historia. Endelea kutufuatilia kwa simulizi nyingine za kusisimua zinazogusa historia yetu kama Waafrika. Mimi ni Abdul Rasul Muhibu na hizi ni durusu durusu za historia. Hizi ni durusu durusu za historia.